Extrovert choleric. Je, unamfahamu mtu yule ambaye huongoza bila kuogopa, hachoki, na siku zote anataka matokeo? Mtu ambaye anaingia chumbani na mara moja anachukua udhibiti, akijiamini na kukusukuma utimize malengo yako? Kama jibu ni ndio, basi huenda unamzungumzia mtu mwenye haiba ya extrovert choleric. Huyu si tu mtu anayependa kuchangamana, bali ni moto wa matokeo na injini ya mabadiliko. Kwenye video hii tutaenda kufichua sifa zao kumi za kipekee. Tutajifunza jinsi hawa viongozi wa asili wanavyofikiri, kwa nini hawana uvumilivu kwa uvivu, na jinsi ya kushirikiana nao ili kufikia mafanikio makubwa. Kaa tayari, kwa sababu tunaanza safari ya kujua ni nani anayeongoza ulimwengu wetu wa kazi na miradi. Kama unataka kujitambua au kuelewa kiongozi wako, gonga subscribe na tuanze. moja. Kiongozi wa asili mtu wa haiba ya choleric ana msukumo wa asili wa kuongoza na kuchukua udhibiti wa hali yoyote au kundi hawana tatizo la kutoa maelekezo, kufanya maamuzi ya haraka na kupanga mikakati. Wana sauti ya kujiamini na mamlaka, huwa wanajikuta wao ndo wanakuwa mbele kusukuma mambo yafanyike, hata kama hawakupangiwa rasmi kuwa viongozi. Wanapenda kuongoza kwa nguvu na ukali kidogo, wakitegemea wengine wafuate maelekezo yao. Mbili, mwenye malengo na matokeo. Wao huendeshwa na nia ya kufikia malengo ya vitendo na kupata matokeo yanayoonekana hawapotezi muda katika maelezo yasiyo na umuhimu au mazungumzo marefu yasiyo na mwelekeo kinachoonekana. Wanakuwa na mipango mingi na yenye vitendo. Wanakuwa na nguvu nyingi na hawaoni sababu ya kulala sana au kupumzika mpaka kazi imekamilika. Ni wepesi wa kutambua tatizo na kutoa suluhisho la kimantiki. Tatu, mwenye nguvu na kujiamini huwa na utashi mkubwa. Wanajitegemea na hawaathiriwi kwa urahisi na maoni ya wengine, isipokuwa maoni hayo yatasaidia katika kufikia matokeo. Wanajiamini sana katika uwezo wao na maamuzi yao. Wanapenda uhuru na kujitegemea. Ni wagumu kukubali kushindwa na wanaweza kuwa na msimamo mkali sana katika misimamo yao. Huwa wanatoa maoni yao moja kwa moja na kwa uwazi. Nne, mwenye hasira haraka. Kutokana na msukumo wao matokeo kolerik anaweza kuwa na hasira haraka au kukasirika kwa urahisi anapokutana na uvivu uzembe, au ucheleweshaji unaozuia kufikia lengo. Hawana uvumilivu kwa watu wasioweza kuendana na kasi yao au viwango vyao. Wanaweza kuonekana wakali au wasio na huruma kwa kuwa wanatanguliza kazi slash matokeo kuliko hisia. Hata hivyo, ingawa wanakasirika haraka, mara nyingi hurudi kwenye utulivu haraka pia. Tano, mtendaji na anayependa changamoto. Kwa kuwa ni extrovert na kolerik wanapata nguvu kutokana na kuchukua hatua na kukabiliana na changamoto. Hawapendi kuchoka au kukaa bure, wanahitaji lengo jipya kila wakati. Kinachoonekana, wanatafuta mazingira mapya au kazi mpya za kushughulikia. Wanashamiri katika hali za shinikizo na ugumu kwa sababu wanaona fursa ya kutumia uwezo wao wa kutatua matatizo. Ni watu wanaofanya mambo badala ya kufikiri tu. Sita, mwenye viwango vya juu mtu wa haiba hii huwa na matarajio na viwango vya hali ya juu sana, si tu kwake mwenyewe bali pia kwa wale anaofanya nao kazi au wale wanaomzunguka. Hawakubaliani na kazi ya nusu nusu au ya hovyo. Daima wanahimiza ubora na kutaka mambo yafanyike kwa ufanisi wa hali ya juu. Wanaweza kuwa wakosoaji sana kwa wengine ambao viwango vyao viko chini. Saba, haja ya kudhibiti mazingira. Huwa wanahisia kali ya uhitaji wa kudhibiti mazingira yao, taratibu za kazi na hata watu walio chini yao ili kuhakikisha malengo yanafikiwa. Wanapenda kupanga na kuandaa mipango yote wao wenyewe. Kuwaweka katika nafasi ambayo hawana udhibiti kunaweza kuwafanya wahisi kutokuwa na raha na wanaweza kujaribu haraka kuchukua usukani. Hawapendi kuambiwa nini cha kufanya. Nane, mbunifu na mwenye mawazo ya vitendo. Ingawa wanalenga matokeo, pia ni watu wenye maono makubwa, lakini tofauti na wengine mawazo yao hayabaki hewani bali yanaambatana na njia za kivitendo za kuyatekeleza. Wanaweza kuona picha kubwa ya jambo na wakati huo huo kuja na hatua zinazoweza kufuatwa ili kulitimiza. Ni wazuri katika kuanzisha miradi na kuona uwezekano pale ambapo wengine hawaoni. Tisa, hawapendi maongezi ya juu juu. Ufafanuzi: kwa sababu wao huelekeza nguvu zao kwenye matokeo, hawana uvumilivu kwa maongezi yasiyo na lengo au yasiyo na faida wanapendelea mazungumzo mazito na yenye tija. Katika vikao vya kijamii wanaweza kuonekana kukata mazungumzo au kuyapeleka kwenye mada yenye mwelekeo. Wanapenda kuzungumzia kazi, biashara, siasa au mikakati na wanaweza kuhisi wamechoshwa na mazungumzo mepesi mepesi. Kumi. Wajitegemeaji na watendaji. Hawana haja kubwa ya msaada au even ya watu wengine, wanajitosheleza na wanahisi raha wanapotenda mambo wao wenyewe. Huwa wanafanya maamuzi haraka na kuyatekeleza Hawasubiri wengine waanze au kutoa ruhusa. Wana uwezo wa kusimama peke yao dhidi ya upinzani na kuendelea na safari yao kuelekea lengo. Kwa kifupi, extrovert choleric ni kiongozi mtendaji, mtafuta matokeo na mwenye utashi mkubwa, ambaye anapenda kuchukua usukani. extrovert choleric. Hivyo basi, tumemaliza safari yetu ya kipekee ndani ya ulimwengu wa extrovert choleric. Tumeona nguvu ya kiongozi anayesukuma matokeo, ambaye hapotezi muda na ana uwezo wa kipekee wa kuleta mabadiliko. Kama umejitambua katika baadhi ya sifa hizi au umemwelewa kiongozi wako vyema, kumbuka, kujua haiba yako ni hatua ya kwanza kuelekea kwenye mafanikio makubwa. Tumia nguvu yako ya choleric kuongoza na kufikia malengo, lakini usisahau umuhimu wa kuwajali wengine. Sasa tumempa heshima yake, kiongozi wa nje. Je, unataka kujua nini kuhusu wale wanaopendelea utulivu na utafakari? Katika video zinazokuja, tutaingia ndani ya akili za kiongozi wa ndani. Tutaanza na kundi la introvert melancholic, wachambuzi makini wenye ubunifu wa kina na wanaotafuta ukamilifu. Baadaye tutamchambua introvert phlegmatic, watu watulivu wenye amani na wabishi katika hali ya utulivu. Usikose mafunzo haya ya kina. Bonyeza kitufe hicho cha subscribe sasa na kisha lile kengele ili uwe wa kwanza kujua video mpya itakapotoka. Shiriki video hii na yule ambayo nadhani ni extrovert choleric. Tuonane katika video ijayo.